Karibu katika kipindi chetu cha magazetini siku ya leo Agasti 6 ya mwaka 2023, na, na unachotakiwa kufanya ni kushuka chini ya video hii na kugusa yale maandishi mekundu ambayo yameweza kuandikwa subscribe pamoja na alama ya kengele, ili uweze kuwa moja kati ya wanafamilia ambao habari zote za kispoti na kiburudani utakuwa ukizipata popote pale ulipo. Na tukianza na gazeti hili la habari leo, habari kubwa kabisa inasomeka serikali yaichukulia hatua sekta ya mafuta habari nyingine inasomeka kwamba Majaliwa atoa maagizo kuwezesha walemavu. Habari nyingine katika gazeti hili la habari leo, habari nyingine inasomeka kwamba Dr. Mwinyi aiahidi ushirikiano SMT. Habari hii inapatikana katika ukurasa wa tatu katika gazeti hili la habari leo. Na habari nyingine inasomeka kwamba kaka aagwa, mchungaji atoa maneno kwenye familia iliyopoteza wanne. Habari nyingine katika gazeti hili la habari leo inasomeka kwamba Mbarali kuchagua mbunge Septemba 19. Habari nyingine katika gazeti hili la habari leo inasomeka viongozi wanawake upinzani wa msifu Samia Suluhu. Habari hii inapatikana katika ukurasa wa tatu, na katika gazeti la Tanzania yetu habari kubwa kabisa inasomeka serikali isipochukua hatua za haraka kuhusu mafuta hali itakuwa mbaya zaidi. Habari nyingine inasomeka Majaliwa, mfuko wa taifa wenye ulemavu haujaunganishwa na mingine ya makundi maalum. Habari nyingine inasomeka kwamba Lisu nipeleka mahakamani kama chura kwenye maji. Huu ni ukurasa wa nne. Habari nyingine katika gazeti hili la Tanzania Yetu inasomeka kwamba Dkta Tulia awataka wananchi kuwakataa kuwapinga maendeleo habari hii inapatikana katika ukurasa wa nne katika gazeti hili la Tanzania Yetu, lakini habari nyingine katika gazeti hili la Tanzania Yetu inasomeka kwamba mashabiki njooni Simba Day kitambua mgeni rasmi ni mkuu wa nchi. Hapo anazungumza Ahmedi Ali. Habari hii ambayo inapatikana katika ukurasa wa kumi na sita na katika gazeti la Wamachinga habari kubwa kabisa inasomeka kwamba Mchengerwa aipongeza TANAPA rekodi ya mapato. Habari nyingine inasomeka kwamba ICT ya ishauri serikali ongezeko bei ya mafuta. Habari nyingine katika gazeti hili la wamachinga inasomeka kwamba chama cha waagiza mafuta chatoa kauli uhaba wa dola. Habari nyingine inasomeka kwamba kwa Mkapa leo ni fulu shangwe, Rais Samia mgeni rasmi. Na katika gazeti la mwanahabari habari, habari kubwa kabisa inasomeka kwamba diesel petrol kala moto. Na habari nyingine katika gazeti hili inasomeka kwamba Majaliwa asema mfuko wa walemavu haujaunganishwa na mingine. Ine katika gazeti hili la mwanahabari inasomeka kwamba Dkt. Mwinyi SMZ itaendelea kujifunza kwa serikali ya Tanzania. Huku habari nyingine ikisomeka kwamba Dkt. Tulia awataka wananchi kuwakataa wapinga maendeleo. Habari zote hizi zinapatikana katika gazeti hili la Mwanahabari, hivyo unaweza ukajipatia nakala yako ili kuweza kuzipata habari hizi kwa undani zaidi. Na habari nyingine ambayo inafunga gazeti hili la Mwanahabari inasomeka kwamba Rais Samia kunogesha tamasha la Simba Day. Na katika gazeti la Nipashe habari kubwa kabisa inasomeka kwamba ASE yaibua hoja tatu kupanda bei ya mafuta habari nyingine ikisomeka kwamba vilio simanzi vya Tanda, wazazi wakipita kuwaga mwili wa bosi Abca. Habari nyingine katika gazeti hili la Nipashe katika ukurasa wa mbele inasomeka kwamba Nzengeli konkani watajwa Yanga FC, hii inapatikana katika ukurasa wa 24 katika gazeti hili la Nipashe. Na habari nyingine ambayo inaenda kufunga ukurasa wa mbele katika gazeti hili la Nipashe ina, inasomeka kwamba mfumo sheria ya kudhibiti ushoga wa iva. Na katika gazeti la Mwananchi habari kubwa kabisa inasomeka kwamba chawa wa mama marufuku CCM. habari nyingine inasomeka kwamba wanafamilia waaswa safari za pamoja. Habari nyingine ambayo inapatikana katika gazeti hili la Mwananchi inasomeka kwamba imani potofu tiba ya degedege inavyoweka rehani uhai. Habari hii inapatikana katika ukurasa wa pili na habari nyingine ya kimichezo katika gazeti hili la Mwananchi inasomeka kwamba Simba Day ni unyama mwingi, show ya wakubwa. Habari nyingine ambayo inaenda kufunga ukurasa mbele katika gazeti hili la Mwananchi ni kwamba Zanini asimulia miaka ishirini ya kufanya kazi za ndani sehemu moja. Na katika gazeti hili la Mzalendo habari kubwa kabisa inasomeka mikutano CCM gumzo. Habari nyingine inasomeka vilio simanzi vya tawala Nichimsuya akiagwa mjini. Habari nyingine inasomeka kwamba Majaliwa aagiza kuwajali watu wenye ulemavu chini. na hizi ni kurasa za michezo katika magazeti ya Tanzania leo jumapili ya Agosti 6 mwaka 2023. nikianza na gazeti hili la Sporti X habari kubwa kabisa inasomeka Simba raha tupu Habari nyingine katika gazeti hili la spoti extra inasomeka kwamba Max konkani wampasua kichwa Gamondi. Habari nyingine katika gazeti hili inasomeka kwamba pakome, mleteni simba tuwaoneshe. Na katika gazeti hili la Mwanaspoti habari kubwa kabisa inasomeka shoo ndo hii sasa, Simba yaleta kipa wa Ulaya kutambulishwa kwa Mkapa, Mbrazili afunguka siri ya kibegi sasa hadharani, simba dei. Habari nyingine inasomeka kwa huyu Max subirini tu. Na katika gazeti hili la Mwanaspoti habari kubwa kabisa inasomeka show ndo hii sasa Simba yaleta kipa Ulaya kutambulishwa kwa Mkapa Brazil afunguka siri ya kibegi sasa hadharani. Na habari nyingine katika gazeti hili inasomeka kwamba kwa huyu Max subirini tu. Habari nyingine ikisomeka Dabo aichezea Yanga kiakili na ambayo inapatikana katika ukurasa wa pili. Na katika gazeti la Mwanahabari Michezo habari kubwa kabisa inasomeka Simba kusimamisha nchi kwa Mkapa leo. Kocha Yanga awatuliza mashabiki, atamba ubingwa ni wao. Habari nyingine katika gazeti hili la Mwanahabari inasomeka kwamba kiungo mpya Simba amwandalia ufungaji Jean Baleki. Lakini habari nyingine inasomeka kwamba Salim Kikeke kuwa MC namba moja katika tamasha la Simba Day huku habari nyingine ikisomeka kwamba Gamondi afichua siri ya Yanga FC kucheza mechi za kirafiki za ndani. Na katika gazeti hili la Wamachinga Sports habari kubwa kabisa inasomeka hapatoshi leo kwa Mkapa, ni siku ya wenye nchi. Habari nyingine ikisomeka kwamba Azam FC yaichapa bandari ya Mombasa magoli mawili kwa bila chamazi. Habari nyingine ikisomeka kwamba JKU ya kwanza kutoka salama kwa Yanga Africans ya Gamondi. Habari zote hizi zinapatikana katika gazeti hili la Wamachinga kwenye ukurasa wake wa Sports. Na katika gazeti la Tanzania yetu michezo habari kubwa kabisa inasomeka Simba Day mwaka 2023 habari nyingine ikisomeka kwamba mashabiki njioni huku mkitambua mgeni rasmi ni mkuu wa nchi Ahmed Ali. Habari nyingine katika gazeti hili la Tanzania yetu michezo inasomeka kwamba Man City wambakisha mbakisha Wolves. Lakini katika gazeti hili la habari leo michezo habari kubwa kabisa inasomeka kwamba Robertinho aifurahia Power Dynamos leo, huku habari nyingine ikisomeka kwamba shime ubingwa ni fahari ya Watanzania. Habari nyingine katika gazeti hili la habari leo michezo inasomeka kwamba kocha Azam aipotezea Yanga, huku habari nyingine ikisomeka kwamba Miss da awakumbuka watoto yatima. Jipatie nakala yako ya gazeti hili la habari leo, ili uweze kujipatia habari hizi kwa undani zaidi, na ili uendelee kuwa wa kwanza kupata video zetu, ni kukumbushe kushuka chini ya video hii na kugusa yale maandishi mekundu ambayo yameandikwa subscribe pamoja na alama ya kengele ili uweze kuwa mwanafamilia ambaye habari zote za kispoti na kiburudani zitakuwa zikikufikia popote pale ulipo.